Kama unavyoona ndugu mtangazaji, hapa ndio uh, makazi ya mshindi wetu ambaye tunamtarajia kumpata katika bahati nasibu hii ya shinda nyumba, kama ambavyo tumekuwa tukionyesha siku zote uh, kwamba kuna bahati nasibu kubwa ya nyumba, mtu atajishindia nyumba na nyumba ambayo imekuwa ikiandaliwa kwa muda mrefu sasa leo tuko rasmi kwa ajili ya kuionyesha. Kama unavyoona nyumba yenyewe ndio hii, naweza nikasema kwamba maandalizi au marekebisho, matayarisho yote yameshakamilika, imebakia vitu vichache sana ambavyo ni maswala nzima ya usafi na kurekebisha baadhi ya vitu vingine, lakini nyumba kama nyumba imeshakamilika na inafaa kabisa kwa, ma, uh, kwa mtu kuishi humu ndani, na kama hivi leo ambavyo mmekuja kujiangalia, kuangalia wenyewe mazingira ya nyumba nafikiri ni nyumba nzuri ambayo mtu atakayebahatika kuipata atajivunia, kwa sababu ni kwa shilingi mia tano tu a, uh, mtu ataweza kujishindia hii nyumba, na bahati nasibu hii inafikia ukingoni. Tumebakiza wiki chache sana, au tumebakiza siku chache, na bahati nasibu au finali yenyewe draw yake kubwa kabisa ya mwisho tunatarajia kuifanya tarehe 30, uh, jijini Dar es Salaam katika viwanja vya Zakim kule Mbagala ambapo draw itachezeshwa na mwenye kubahatika kuponi yake itachukuliwa na kutajwa kwamba yeye ndio mshindi wa nyumba. Kama unavyoiona nyumba, nyumba ya kisasa kabisa. Tukiingia ndani, mtaweza kuona namna gani ambavyo imeshakamilika pia na kwa ndani. Hapa ndio sitting room na baadhi ya furniture au samani zimeshawekwa hapa, kama unaona coach bado jipya kabisa, hata halijatolewa nylon na hapa ni meza vile, kutakuwa kuna TV kwa hiyo hii hapa ni sehemu ya sitting room. Alafu kija hapa, hapa ni sehemu ya dining au sehemu ya kulia chakula. vile vile, vilevilen kutakuwa kuna meza yake ya chakula, kama sehemu ya kuoshea mikono ipo treni kuja mikoa ndipo ambapo walikuwa wanaandaliwa chakula kwa ajili ya uh, mapishi na namna hiyo. Ndio master bedroom au useme ndio chumba kikubwa cha ambacho kina kina choo chake au kina mali mali watoni yake kabisa, ambapo ndio uh, kuna kama ni, ni baba na mama ndio chumba chawe, na vile vile ina vyumba vingine viwili. Kwa jumla nyumba ina vyumba vitatu, kimoja ni master, alafu uh, vingine viwili vya kawaida, na vile vile na yenyewe vile vile na sehemu yake tu hapo a gharama ya bile bile uh, nyumba mpaka kukamilika kabisa, kila kitu pamoja na furniture inakwenda ina, ina, ina kwenye milioni 60 na kwa sababu ni nyumba ambayo tumeahidi, vile vile itakuwa na furniture na samani zake ndani. Kwa hiyo mtu atakapoingia humu ndani anaingia kwenye nyumba ambayo imeshakamilika pamoja na samani na, na, na zote. Kwa hiyo inakaribia milioni 60. <tune>